Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuweka mazingira bora ya lugha ya Kiswahili ili kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya Zanzibar ya 2050. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030, mpango wa maendeleo wa Zanzibar wa mwaka 2025 2026, dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kwa kufanya yafuatayo: mosi, kuimarisha mitaala ya lugha ya Kiswahili katika ngazi zote za elimu; pili, kuanzisha programu za ue, uanagenzi kwa wakalimani na wafasiri vijana; tatu, kuimarisha ubunifu wa kidijitali na maudhui ya Kiswahili; nne, kuongeza uwekezaji katika tafiti za Kiswahili zinazolenga sayansi, mazingira, afya, utalii na biashara na tano, kukuza ushirikiano wa kimataifa kupitia balozi, taasisi za elimu na mashirika ya kikanda. Serikali imedhamiria pia kukuza lugha ya Kiswahili kwa kushirikiana na taasisi binafsi, kufanya mashindano mbalimbali ya Kiswahili, makongamano, matamasha ya Kiswahili kama vivutio vya utalii wa kiutamaduni, kuifanya Zanzibar kuwa kitovu cha ja Kiswahili duniani, mahali pa tafiti, mafunzo, ubunifu wa lugha na kuzalisha maudhui ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili kupitia filamu, tamthilia, vitabu na michezo ya mitandaoni. Kwa lengo la kufikia azma hiyo, serikali inaiagiza wizara ya habari, sanaa utamaduni na michezo kujikita katika kufanya ubunifu na kushirikiana na mabaraza ya Kiswahili, taasisi za elimu, mashirika ya kimataifa, jumuiya za wataalamu wa lugha, wasanii, vyombo vya habari na wadau mbalimbali wa lugha ya Kiswahili, ili kuhakikisha haya yote ambayo tunalenga kuyatekeleza katika kuikuza lugha yetu ya Kiswahili yaweze kufanikiwa. Vile vile napenda kutoa wito kwa wadau wote wa lugha ya Kiswahili kuendelea kushirikiana na serikali ili kuiendeleza na kuikuza lugha ya Kiswahili. Milango ya serikali iko wazi na tuko tayari kushirikiana na yoyote yule ambaye atajitokeza kwa lengo la kuimarisha na kuipeleka mbele zaidi lugha ya Kiswahili. Nawaomba sana mwendelee kuwa mabalozi wa lugha ya Kiswahili popote mlipo. Tuwahimize wanafunzi wetu, familia zetu, jumuiya zetu na serikali zetu kutambua thamani ya lugha ya Kiswahili kama rasilimali ya maendeleo. Kadhalika, napenda kuwakumbusha kulitumia kongamano hili ambalo limepangwa kufanyika kwa siku mbili, kuwa ni chanzo cha fikra mpya, hamasa mpya na ubunifu mpya utakaosukuma mbele gurudumu la lugha ya Kiswahili.